Lazima umtoe kafara ili yeye awe daraja la wewe kupita. Chagwa sasa, ili unataka kama bei ya kuwa tajiri ni kunywa damu ya mwanamke aliyesiweza, utapoteza kila kitu. Je, yeah, ungekuwa tayari kutoa kafara ya mtu unayempenda zaidi duniani ili upate mabilioni ya pesa? Juma alikutana na mtihani huo. Ili usikose mwendelezo wa mapambano haya kati ya utu na utajiri, hakikisha umesubscribe kwenye chaneli hii washa na hiyo kengele ya taarifa notification, maana sehemu zinazofuata zitakustua kuliko unavyofikiri. Hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi itakayokufanya usimame nywele. Subscribe sasa hivi uwe wa kwanza kutazama sehemu zinazofuata za hadithi. Naitwa Juma. Mimi nilizaliwa kwenye chumba kimoja kule Tandale. Baba alitulekeza nikiwa mdogo sana nikabaki na mama ambaye alikuwa nafua nguo za watu ili nipate nauli ya kwenda shule. Nakumbuka nilikuwa na shati moja tu la shule ambalo lilikuwa na viraka sehemu ya makwapa. Nikinyanyua mkono darasani, darasa zima linacheka, lakini moyoni nilikuwa na moto. Nilikuwa nawaambia rafiki zangu, siku moja nitaiondoa familia yangu hapa, nitajenga gorofa la vioo. Walinicheka, wakaniita Juma Ndoto, kijana wa mitungi na vibali vya kila siku. Baada ya kumaliza kidato cha nne na kukosa ada ya kuendelea, niliingia mtaani rasmi. Nilikuwa kijana wa mizigo. Kila asubuhi saa kumi na moja nilikuwa naenda kule sokoni kusubiri malori ya viazi na mahindi. Nilikuwa nabeba magunia ya kilo mia moja mgongoni kwa shilingi mia tano kwa gunia. Unajua maumivu ya gunia la viazi linapokunja uti wa mgongo. Unahisi mifupa inasaga, unavuja jasho mpaka chupi inaloa, lakini jioni unaondoka na shilingi elfu mbili tu. Hiyo elfu mbili ndiyo ilikuwa inanunua unga wa robo na kiberiti. Nilikuwa naishi kwa hesabu za kupunguza maumivu. Siku ambayo kitu kilikufa ndani yangu. Mimi na mama yangu tulikuwa kama pete na kidole. Kwenye kile kichumba kimoja kule Tandale, kuta zilikuwa na unyevunyevu na kila mvua ikinyesha tulikuwa tunakesha tukizua maji na kopo la Kimbo. Kitanda chetu kilikuwa sponji lililobonyea katikati, tukitandika chini. Kila asubuhi, mama alikuwa ananiamsha saa kumi na moja alfajiri. Alikuwa ananishika mabega na kuniambia "Juma mwanangu, dunia ni ya wenye nguvu, lakini Mungu ni wa wanyonge. Nenda kapambane Nikirudi jioni kutoka sokoni nikiwa nimechoka, nimevimba mabega kwa magunia ya viazi, nilikuwa nakuta mama naye amerudi kutoka kufua milima ya nguo za watu. Mikono yake ilikuwa imepata sugu kwa sababu ya sabuni za mche na kusugua mashati ya matajiri. Tunaweka mapato yetu mezani, mimi ninaleta elfu mbili yangu ya kubeba mizigo, yeye analeta elfu moja na mia tano yake ya kufua milima ya nguo za watu tunaikunja ile hela pamoja kwa upendo mkubwa. Mama anasema Juma, leo tumepata elfu tatu na mia tano. elfu mbili tutanunua unga na maharage, elfu moja nitaweka kwenye kile kopo la akiba kwa ajili ya kodi ya chumba, na hii mia tano chukua, itakusaidia nauli ya kesho kutafuta kazi bora zaidi. Tulikuwa tunakula kwenye sahani moja ya dumu, tukiicheka njaa yetu. Mama alikuwa ananimegea tonge kubwa, anasema "Kula, mwanangu, wewe bado kijana unahitaji nguvu za kutafuta." Nilikuwa namtazama mama, naona jinsi anavyozeeka kwa ajili yangu, naona jinsi macho yake yanavyopoteza nuru kwa moshi wa kuni. Siku moja nikiwa nimekaa naye pale mlangoni, tukipuliza moto wa mkaa, nilimuuliza mama, hivi tutaishi hivi mpaka lini? Mbona watoto wa wenzio wanatanua na magari na mimi bado nabebea mizigo? Mama alinijibu kwa sauti ya upole lakini iliyonichoma. Mwanangu, baraka za Mungu hazina haraka. Usiangalie vya wenzako. Angalia jasho lako halali. Hata hiki kidogo tunachokula kwa amani ni bora kuliko karamu ya machungu. Lakini moyo wangu ulikuwa umeanza kuwa na ufa. Kila nilipomwona mama anakohoa kwa sababu ya baridi ya lile chumba, nilihisi kama mimi ni mwanaume bure. Nilihisi umaskini wetu sio mtihani tena, bali ni dharau. Yale mapenzi yake kunimegea tonge ndio yalinizidishia uchungu. Nilitaka nimlishe keki sio ugali wa dona na chumvi. Kifo cha sabri. Hapo ndipo nilipoanza kumsikiliza yule shetani wa ndani. Nilijisemea mama anazeeka, mimi nateseka. Kama nitaendelea kumsikiliza mama kuhusu sabra, tutafia humu ndani na panya watatula. Siku ile mama alipougua malaria kali na mimi kukosa hata ile elfu kumi ya kumpatia matibabu, sikuwa hata na ndugu mmoja. Ndipo nilipofika mwisho. Nilikata shauri. Niliacha kushirikiana na mama kwenye vibanda vya akiba, nikaacha kumwambia ukweli. Nilianza kuwaza mama, na kupenda sana lakini sitakusikiliza tena kuhusu sabra. Nitatafuta njia hata kama ni azihimu, ili nikutoe hapa hako. Ndipo nilienda mjini nikakumbana na yule tajiri. Ndani ya lile gari alikaa mtu mmoja mtanashati na ndevu zilizonyolewa vizuri na miwani ya dhahabu. Hii ndiyo the chairman. Alinitazama kwa huruma sana, huruma ambayo sikuwahi kuiona kwa tajiri yoyote. Kijana, aliniita kwa sauti nyororo. Pole sana kwa yaliyokupata, nimeona kila kitu. Ule aliyekumwagia maji ni mtu mbaya sana, anafiki. Pesa ni kila kitu. Njo ingia ndani ya gari langu. Mimi kwa ule umasikini wangu na kutaka kuthaminiwa, nikaingia kwenye lile gari la mamilioni nikiwa na tope langu. Badala ya kunifokea, alinipa kitamba cha hariri nifute uso hapo ndipo alipoanza kunisapoti kisaikolojia. Nilimsimulia kuhusu mama, kuhusu Tandale, kuhusu magunia ya viazi na jinsi nilivyomaliza kidato cha nne nikiwa na ndoto kubwa. Alinitazama kwa jicho la baba, akasema, Juma, wewe ni kijana mwenye akili sana. Unachohitaji sio kazi ya kufagia, unahitaji mwelekeo. Mimi nimekuvutia, nitakusaidia uwe kama mimi au zaidi yangu. Hutobeba gunia tena bali utabeba mikataba. Siku hiyo hakunipeleka kuzimu moja kwa moja, alinipeleka kwenye hoteli ya kifahari akaninunulia chakula ambacho sikuwahi kukijua jina, kisha akanipa bahasha ya shilingi laki tano akasema, hii ni kwa ajili ya dawa za mama yako na nguo zako mpya. Rudi nyumbani, ukimaliza mpe mama pole, kisha kesho nitafute. Hapo ndipo msaada wake ulipokuwa na sumu. Aliniambia kitu kimoja ambacho kilikaa kichwani mwangu. Juma, siri ya utajiri ni siri. Usidhubutu kumwambia mama au mtu yoyote kuhusu mimi au kiasi cha pesa nitakachokupa. Binadamu wanahusuda. Hata mama kwa upendo wake anaweza kukuzuia usifike hatima yako kwa sababu ya hofu. Unajua, kila siku mama alikuwa akiniambia Juma, Mungu ana milango yake, ikifunguka hakuna wa kufunga. Basi nilipozitazama zile laki tano, akili yangu nilinituma kuwa yule tajiri ndiye aliyekuwa malaika aliyetumwa na Mungu kunitoa kwenye matope ya Tandale. Nilijiona mshindi, nilijiona kuwa sasa zamu yangu imefika. Nilifikiri kumbe Mungu hahitaji jasho langu la magumia ya viazi anahitaji tu nikutane na mtu sahihi. Nilikuwa na tabasamu ambalo halikuwahi kunitoka tangu nizaliwe. Nilirudi Tandale kwa mguu, lakini kifua mbele. Nilipofika kwenye kile kichumba chetu nilimkuta mama amekaa kwenye kigoda, anapepea jiko la mkaa ambalo lilikuwa linatoa moshi mzito. Macho yake yalikuwa yanalia kwa sababu ya moshi. Niliingia ndani kwa kishindo nikaitupa ile bahasha ya laki tano kwenye mkeka wa randa. Mama angalia, Mungu amejibu maombi yako, nilisema kwa sauti ya juu, huku nikicheka. Mama aliacha kupepea jiko, alitazama ile bahasha, kisha akanitazama mimi. Hakukimbilia kuichukua, aliniuliza kwa sauti ya chini, Juma mwanangu, hii ni nini? Umeipata wapi pesa yote hii ndani ya saa tano tangu utoke hapa? Mimi kwa ujeuri wa pesa nikamjibu, mama, huyu ndiye yule Mungu uliyekuwa unaniambia kila siku. Nimekutana na bosi mmoja mkubwa, ameniona na kunihurumia, amesema ataniinua. Huu ni mwanzo tu mama, hatutalala njaa tena. Mama alichukua ile pesa akaikagua. Badala ya kufurahi kama mimi, uso wake ulizizima. Alisema, mwanangu Mungu hatupagi pesa kwa njia ya ajabu kiasi hiki bila maelezo. Pesa ya Mungu inakuja na amani, lakini hii, hii inanifanya nisikie baridi moyoni. Juma, kuwa makini, shetani naye anajua kuvaa suti na kutoa msaada pindi unapoona una uhitaji mkubwa. Mimi nilikasirika, nilihisi mama ananitia nuksi, nilihisi yale maneno ya Mungu sasa yanakuwa kizuizi cha mimi kuwa tajiri. Niliwaza Huyu mama yangu ameshazoea umaskini kiasi kwamba anaogopa hata baraka zikija. Nilimwambia mama, acha mashaka, hii ni hatima yangu, hii ndiyo ile milango uliyosema itafunguka, kula, vaa na ufurahi. Nilijiaminisha kuwa kila hatua nitakayoipiga na huyo tajiri ni mpango wa Mungu, bila kujua kuwa shetani huwa hakuonyeshi pembe siku ya kwanza. Anakuonyesha bahasha ya pesa kwanza. Sio kila mlango unaofunguka ni mlango wa Mungu. Kuna milango inafunguka ili uingie gerezani. Kuna watu wanakuja kwa sura ya Wasamaria wema, pindi wanapoona uko kwenye hali ya udhaifu, yaani wakati una shida sana, wanakupa unachohitaji sasa, ili waje kuchukua utu wako baadaye. Usikubali hatima inayokutaka uwe na siri na watu wanaokupenda. Kama ni baraka ya kweli, haina sababu ya kukufanya uwe na hofu au kutiliwa shaka na mzazi wako. Mimi nilipofikiri ni Mungu kuna mengi ya kumbe, ndio kwanza nilikuwa nimeanza kusaini hati ya kifo bebe ya amani yangu, na sitaki uikose sehemu inayofuata maana ndipo siri zote zinaanza kufichuka. Kama unataka kujua nini kiliendelea na kupata mafunzo zaidi ya kimaisha, na kuomba usubscribe kwenye chaneli hii sasa hivi, ungana na familia yetu ili uwe wa kwanza kupata sehemu zinazofuata.